Maarufu wa redio na klabu nchini Afrika Kusini ameuawa kwa kupigwa risasi katika jiji kubwa zaidi nchini humo, Johannesburg, na kusababisha mshtuko kote nchini Afrika Kusini, katika taifa hilo linalopambana na uhalifu uliokithiri. Warrick Stock maarufu kama DJ Warras alipigwa risasi katikati ya jiji Jumanne alasiri. Polisi walisema mtangazaji huyo aliyekuwa na umri wa miaka 40 alifikwa na washukiwa watatu, mmoja wao akimfyatulia risasi kabla ya kukimbia kwa miguu. Sababu za kutekelezwa shambulio hilo hazijafahamika, na kama hakuna mtu aliyekamatwa hadi sasa, polisi walisema. Stoko alikuwa mtangazaji maarufu wa redio na televisheni pamoja na mtayarishaji wa vipindi vya podcast nchini Afrika Kusini. Fredi Kekana, mkuu wa polisi wa eneo hilo, alisema Stoko alishambuliwa alipokuwa akitoka kwenye jumba la Zambezi karibu na kituo cha Carlton. Stoko alitumia saa kadhaa katika jengo hilo akisimamia ufungaji wa mifumo ya usalama katika eneo hilo ambalo lilikuwa limekaliwa kwa utata na watu wasiojulikana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Afrika Kusini linalomilikiwa na serikali SABC, inadaiwa Stoko alifikwa na washukiwa watatu wasiojulikana baada ya kuegesha gari lake, na wakamfyatulia risasi kabla ya kukimbia eneo la tukio kwa miguu. Idara ya polisi nchini Afrika Kusini SAPS, ilifafanua katika taarifa yake.